kama alivyotuelekeza mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasalama. Hayya ala swala swala, kama swala. Ndugu zangu katika imani, wengi tunakosia katika ibada, na ndio maana wanashuoni, Allah walipe kila la kheri, imefikia hatua wakatunga vitabu wakaviita majina mbalimbali ikiwemo kitabu kinazungumzia Alqaulu lmubin fi akhta lmusallim, maneno yaliyo wazi kuhusiana na makosa ya wanaofanya ibada. Ndugu zangu katika imani, kuna makosa ambayo tunayafanya katika kipengele cha kurukuu. Kuna makosa ambayo tunayafanya katika kipengele cha kurukuu. Baada ya mtu kuwa itidali, kinachofuata ni kipengele cha kwenda rukuu. Wakati ulipokuwa itidali umefunga mikono na macho yako unaangalia sehemu ya kusujudu. Umemaliza kusoma alhamdu, ukasoma na sura nyingine, unakwenda rukuu. Tukumbuke wakati wa kufunga swala wanyanyua mikono na akasema Mtume salallahu alaihi wasalama, kile kitendo cha kunyanyua mikono ndani ya swala unapata thawabu kumi. Kwa hiyo, umemaliza alhamdu, ukamaliza na sura nyingine, mfano kulu wallahu macho, anaangalia chini sehemu ya kusujudu. Kinachofuata ni kutoa takbira na kwenda rukuu. Umemaliza kusoma mfano walam yakun lahu kufuwan ahade, yatakiwa uinue mikono yako, ima usawa wa masikio ama usawa wa mabega, kwa kusema Allahu Akbar, unakwenda katika rukuu. Katika rukuu, ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya makosa ambayo baadhi yetu tunafanya. Kuna yule anakwenda rukuu, amesimama hivi, ndio rukuu yake. Si kwamba mgongo wake una matatizo, hapana, yeye anaona ya kwamba kufanya hivi ndiyo sahihi Hili ni kosa ndugu zangu katika imani, baadhi yetu tunafanya katika ibada za swala. Na kuna ambao miongoni mwetu tunazidisha zaidi kwenye rukuu, mtu anakwenda rukuu hivi. Hili pia ni kosa ndugu zangu katika imani ambalo tunalifanya katika ibada. Ukiangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasalama, pindi unapokwenda rukuu, yatakiwa ujitahidi kwanza vitanga hivi ukenda rukuu usivibane, usibane vidole vya mikono hapana. Ukenda rukuu, yatakiwa vidole viachanishe, vyo mfaraja viachanishe. Vitanga hivi usiweki chini huku ukabana hivi, kama baadhi ya watu wanavyofanya, hapana. Vitanga vya miguu atakuwa viwe kwenye magoti, ndio vitanga viwekwe, kisha vyo mfaraja viachanishe na pia wakati ukenda katika rukuu, jitahidi mkono usi, usinyooki moja kwa moja, kama baadhi yetu, yaani mikono naiweka hivi moja kwa moja hivi. Hili unaweza ukalitumia la kunyoosha mikono moja kwa moja ikiwa ndani ya swala watu wanabanana, lakini kama hakuna mbanano wowote yatakiwa kwenda wakati wa kwenda rukuu, yatakiwa hivi vitoke Allahu akbar, unaachia kidogo, vinatoka hivi. Jitahidi usiwe hivi, wala usende chini sana, yaani baina baina, kati kwa kati. Vilevile vile ukiwa rukuu, ndugu yangu muislam, angalia sehemu ya kusujudu, wala usiangalie kwenye miguu angalia sehemu ya kusujudu na macho yako. Wakati unaangalia sehemu ya kusujudu, usinaangalia kulia, wale upande wa kushoto, ukaanza kuibiaibia. Hapana, thawabu zinakwenda zinapungua katika ibada yako ya swali. Angalia sehemu ya kusujudu, vidole vi vitanue katika katika rukuu vilevile, jitahidi miguu isi imetanuka sana ah, ah. Unakosea. Kuna baadhi ya watu wanajitanua wana sana katika, katika kipengele cha kurukuu. Iwe kawaida, jitahidi. Allahu akbar, unaangalia sehemu ya kusujudu na usifumbe macho, macho yawe wazi na kusema subhana rabi laadhim, subhana rabi laadhim, subhana rabi laadhim au subhana rabi laadhim al al wa bihamdi subhana rabbi alazim wa bihamdi subhana rabbi alazim wa bihamdi. Hii ni rukuu ambayo ameielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ndio rukuu iliyokuwa sahihi. Hayya ala sala, ndugu zangu katika imani <tutu> <tutu> Kurukuu ni kipengele muhimu sana katika ibada. Wakati wa kufanya rukuu, wa kwenda rukuu, jitahidi ndugu yangu mwislamu, usiwe juu kwa juu kama nyoka. Hapa hujienda rukuu wala haisabiki kipengele hiki ni rukuu, wala usiiname sana kama baadhi ya watu tunavyofanya katika ibada hapana. Ukenda rukuu, jitahidi muislam uwe kati kwa kati, uwe kati kwa kati, na jitahidi ndugu yangu, wakati ukiwa katika rukuu, angalia sehemu ya kusujudu. Ukiangalia sehemu ya kusujudu, itakuwa ni sababu ya kuwa na unyenyekevu ndani ya swala. Na kama uwezekano, nafasi ipo, basi hivi vichomoze kiasi, vichomoze kiasi. Na ikiwa watu wamebana, usitumii hii sunna kwa ajili ya kuwaudhi watu. Hapana, unaweza ukaiacha mikono ikawa kawaida, kwa ajili ya kuwahofia watu, na usisahau kuta kuwachanisha vidole ukiwa katika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.